Huko ndani mafunzo yanaendelea kutolewa. Unatarajia nini huko ndani? Leo natarajia watu wengi sana. Unajua si, sheria, watu wengi hawajui. Hata mimi moja hapo sijui. Tunashukuru kwa sababu sheria zinakuja, tunafundishwa. Watu wengi wata, wata, watapambana, wata, watapanuka. Kwa hiyo nategemea kwamba watu wengi wata, watatoa shida zao na mambo yao, na mambo ambayo tutakuwa tumejifunza, tutakuwa tumejua kila kitu kinachoendelea. Mimi mimi nakuangalia kama mmoja wa wakazi akina mama nchini Tanzania, yes. Wito wako ni nini kwa akina mama wote nchini Tanzania kwa ajili ya kutunza amani, usawa na upendo, taifa letu libaki kwenye amani na utulivu? Kwanza niseme kwamba sisi wa mama ndo wa kwanza kupiga kula, na sisi ndo tunaogopa, kwa sababu sisi wa mama ndo wabebaji wa kitu chochote. Kwa hiyo sisi kama sisi tutasimama kuweka amani iendelee kuwepo kwa sababu sisi ndo tunayepambana. Mimi mama ndio nambeba baba, kwa sababu baba kama aende kufanya shughuli zozote, mimi mama ndio inabidi nimpe wito wa kusema kwamba fanya kitu fulani, kwa sababu sisi mama ndo mama ndo kila kitu katika nchi yetu. Kwa hiyo hata kama kuna kitu chochote, mimi baba inabidi nicheze ni kwanza na mama na baba ndani, nimweleze baba kuna kitu fulani. Mimi baba nikishamueleza mimi mwanamke lazima kifanyike. Kwa hiyo sina wasiwasi, amani ipo na uchaguzi wetu utaenda kwa amani na kila, na kila kitu kilichopangwa kitakwenda sawa.